Mwekezaji anayekuja kuzungumza hapa yeye ni mbobevu wa masuala ya finance, ni mwalimu, ni mwekezaji na ni mtaalamu kabisa wa haya masuala. Mabibi na mabwana, naomba kwa pamoja tumkaribishe kwa makofi mengi sana, the legendary teacher and investor Emilian Busara. ya asubuhi. Samahani, mimi ni mfupi kidogo <laughs> Mheshimiwa mgeni rasmi, nichukue nafasi hii kumshukuru Mungu mwingi wa rehema kwa kutujalia siku ya leo kuja kusherehekea shughuli nzuri sana ya NMB. Uhusiano wangu na NMB ni mdogo sana. IPO waliuza mwaka elfu mbili na nane. It was the first largest bank ku float share kwenye Dar es Salaam Stock Exchange. The second bank after DCB ilizoa shilingi mia sita. Binafsi nilienda kukopa hela kwenye benki. Benki moja ilikuwepo hapo ilikuwa inaitwa Barclays Bank. Nikaweka kwenye hizo hisa. Sasa leo nimesikia kama wamesema ifike 10,000. Au sio? Imeongezeka substantially. Lakini baada ya miaka miwili mitatu hivi ilikwama kwenye elfu mbili mia tatu arobaini. Nikaenda kwenye benki nyingine, sitaki kuitaja, maanake mnaweza mkanichapa viboko umu ndani. Nikakopa substantial amount of money, nikaenda tena nikaweka NMB. Broker aliniuliza swali moja, why NMB? Sasa mimi nizungumze tu why NMB. Ya kwanza, profitability, ndio benki ya kwanza inaoa Tanzania <clears throat> miaka nenda miaka rudi, kuna gepu kama ya 10 billion ukifuati, ukilinganisha na anayefuata ambaye simjui ni nani <laughs> lakini ile profit ya NMB ni sawasawa na benki tatu benki nne combined, haifikii benki moja. Kwa hiyo performance yenu ni outstanding. Mheshimiwa Ruth na timu yako na mwenyekiti wa bodi, hongereni. Kitu cha pili ambacho kinanivutia sana cha NMB ni contribution yake kwenye kodi. The largest taxpayer in Tanzania ni NMB. Kwa hiyo hivi tunavyoongea, sijui kuna SGR, sijui kuna bwawa la umeme, sijui walimu wanalipwa mshahara, jeshi linalipwa, polisi, mfanyakazi yoyote ule wa utumishi wa umma, sehemu ya mshahara wako imetoka karibu yako. Jambo la tatu zuri la muhimu ni efficiency ya NMB, ile efficiency yake ni outstanding 37%. Wanatumia shilingi takriban 37 kwa kukuletea mapato ya shilingi mia. Kiwango chao cha efficiency ni outstanding na kupongeza sana Ruth kwa asante nakupongeza sana Ruth kwa utendaji wako mzuri sana kuna taasisi moja na nakaribiana na wewe ama imekuzidi kidogo ama sijui mnafanana fanana haiko mbali sana mkuu wake namwona yuko nyuma ile taasisi ambayo ni kama kikoba cha taifa inaitwa UTT na yenyewe efficiency yake superb, na wote tunafurahia kwa hiyo Ruth hongera mheshimiwa Mijangala nakuona pale hongera <laughs> nafanya vizuri sana kwenye kuleta efficiency ambayo inakuwa translated into profit. Lakini kingine kizuri ninachokipenda kwenu NMB ni consistency ya gawio. Kila mwaka mmekuwa mkitoa gawio consistently, na ile bei ya hisa haichezi chezi kama mtoto anaumwa homa, juu chini, juu chini, juu chini, no no no, iko consistent inaenda pole pole pole pole pole pole pole pole pole kwa wekezaji hatupate ugonjwa wa moyo, tunakaa tumetulia tukijua kabisa this <laughs> na daktari wa, daktari wa moyo yuko hapa tena, aliwahi kumtibu moyo <laughs> tunashukuru sana kwa hiyo consistent performance. Lakini cha mwisho sio kwa muhimu sana ni kwenye, kwenye performance ya any bank, kuna vitu huwa tunaviangalia kama wawekezaji. Vile vitu ukiviona unajua kwamba hii benki ita outperform NMB wana cheap deposits, wanazipata wapi? Sijui. Kwa hiyo wakikopesha, wanaweza kuongeza profitability kwa kiwango kikubwa. Lakini pili, wana strategic investor. Ukiona kampuni yoyote ina strategic investor, Kiswahili sijui, tunamhitaji mwekezaji mkakati, yule strategi, yule mwekezaji mkubwa ambaye ana sifa kubwa. Tatu, ana uwezo wa kutoa mtaji, ana uwezo wa kutoa uongozi na ana uwezo wa kusaidia kwenye Co business. Sasa yule mwanzoni alikuwa naitwa ra Rabo siku hizi anaitwa Arise. Ukiona taasisi na good strategic investor, no for sure, hiyo taasisi uwezekano wa kuperform vizuri ni mkubwa. Na serikali vilevile ameinject na anahold majority of the share, kwa hiyo at least kuna ile backup na comfort from the government. Having said that, kinachoniburudisha ni kuona benki kubwa Tanzania inaburuzwa na mwanamke. Hongera sana Ruth. <laughs> Na sisi kama wawekezaji tunawafurahia jamani, kaleteni deposit zenu, weka mzigo NMB, mambo yote poa, bei ya hisa itapanda. Asante sana mheshimiwa mgeni rasmi kwa kunisikiliza.